Habari, karibuni tutengeneze maua kutoka kwenye mifuko ya plastiki iliyokwisha kutumika. Tuta, tutaanza tutakata tuta mfuko wetu namna hiyo pembe, vipande vya pembe nne, itategemeana na saizi ya ua unavyotaka. Unaweza kukata kama ni mara yako ya kwanza, unaweza ukatumia rura, lakini ukishazoea ukisha unaweza ukakata namna hiyo bila kutumia lula hivyo, na vipande vyako vitaonekana namna hiyo. Baadaye utaanza kuchonga maua yako, utachonga kama inavyoonekana hapo kwenye video. shakata vitakuwa na mwonekano kama huu, mwonekano wa namna hii. Then baada ya kukata, unachukua stiki zile za mshikaki <muchilio> au kijiti chochote, alafu na vilingisha namna hiyo, ili kutengeneza ule, ule mwonekano wa kubinuka kwa ua unachukua unazungushia una kwenye kijiti kama hivyo. Ukimaliza kuzungue, kuzungusha unapikicha, meona inavyoonekana. <coughs> Ukimaliza kupikicha vitaonekana na muundo kama huu hapa. Utachukua mfuko wako wa kijani kwa ajili ya kutengeneza majani. Uta utakunja ndeni, utakata upande wa kwanza, na utakata pia kuchonga kwa upande wa pili. Alafu utakata sehemu ya kupitisha mti, yani letu linaonekana namna hiyo. Tutaanza kuunganisha ua letu. Tutatumia gundi grugan, hoti grugan, tutatumia grugan, waya na zile maua yetu tulioandaa kwa kukata. Tutaweka gundi kwenye tutaweka gundi kwenye, unaweza ukatumia mrija wa mshikaki au waya. Tutaweka gundi kwenye waya, then tutazungushia ua kwa kutumia gundi, alafu tutaendelea kuweka kama inavyoonekana hapo kwenye kwenye video. ukishakamilisha ukisha ua letu, tunaweka jani lile ambalo tumeandaa, tutachukua gundi, tutaweka namna hii. maua yetu yataonekana kama hivyo. Baada ya ku, kuunganisha na kuweka majani waretu kamili nina litakuwa na mwonekano wa namna hiyo. Karibuni sana, msisahau kusubscribe kulike kucomment na kushare kwa wengine, ili muweze kujifunza zaidi na zaidi. Karibuni sana.